Moja kati ya vitu ambavyo huenda kama vilikuwa vimekupita basi ni hii hapa habari ambayo Gigy Money eh, aliamua kuweka wazi kwamba yeye na Zuchu ni kwamba Zuchu ni mkubwa kwake, amemzidi takriban miaka mitano. Hii issue ili happen mara tu baada ya Gigy Money kuruka live na kuanza kupiga story na mashabiki zake, na wakati anapiga nao story bwana Gigi bwana akaja, kuna mtu alikuja akacomment pale akaandika kwamba unamshauri Zuchu nini ukiwa kama ukiwa kama dada unamshauri nini Zuchu bwana? Hapo ndipo Gigi alipo flip na kubadilika ghafla na kusema kwamba hebu mkome. ee, yeye bwana kwa Zuchu ni mdogo sana, Zuchu amemzidi umri e, takriban miaka mitano, jambo ambalo watu wengi sana walikuwa wafahamu. Ya, of course, Zuchu nadhani ni above 30, ana zaidi ya miaka 30, e, kwa wale ambao walikuwa wafahamu bwana. Inasemekana kwamba iko hivyo, kwamba Zuchu ana miaka zaidi ya 30. Sasa huyo Gigi anadai kwamba miaka 30 yeye hajafika, kwa hiyo yeye ni mdogo kwa Zuchu. Kwa hiyo usije ukamuona Zuchu mdogo mdogo mwili lakini umri wake na umeenda. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho watu wengi sana wamebaki hoi baada ya kugundua hilo baada ya Gigi mwenyewe kuweka hilo swala clear baada ya kuambiwa kwamba ampe ushauri Zuchu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika maisha ya, katika mahusiano yake yeye na Diamond, baada ya Diamond kufahamika kwamba alikuwa na mchepuko na Zuchu na huyo mchepuko kuanza kutupiana maneno kuchambana na vitu vingine kama hivyo. So hebu msikilize hapa Gigi mwenyewe alivyo alivyozungumzia swala hilo. Uh,

Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.